Yes, yes, this is a Soccer Talk Arena. Na mimi ni mchambuzi, leo kwa tangazo mbali tunaenda kuangazia kuhusu tuzo zinazotolewa na CAF kila mwaka, yani African Football of the Year, wanake mchezaji bora wa mwaka. Na tukumbuke kuwa tuzo hizi zilianza katika pande mbili. Pande ya kwanza, mchezaji bora anayecheza ligi ya ndani. Lakini pia pande ya pili, mchezaji bora anayecheza katika ligi ya nje. Tufahamu kuwa tuzo hizi zilianza kugawiwa mwaka 1970, ambapo tuzo hizi zilianza kugawiwa na gazeti kutoka Ufaransa lililofahamika kama France Magazine. Ambapo gazeti hili lilianza kugawa tuzo hizo kuanzia mwaka elfu moja mia tisa na sabini mpaka elfu moja mia tisa na tisini na nne na kipindi hicho tuzo hizo e, zilikuwa zinatoa na wafaransa baadaye ilipofika elfu moja mia tisa na tisini na nne na e, shirikisho la, la soka la Afrika lilifanyika kama CAF au Confederation of African Football lilizipokea tuzo hizo wa, kwanzea, na kuanza kuzigawa kuanzia mwaka elfu moja mia tisa na tisini na nne na, na tukumbuke kuwa kipindi hicho mwenyekiti wa Shirikisho la mpira la Afrika lilikuwa chini ya e, Issa Ayatu kutoka katika Kameruni, ambaye alidumu kwenye kicheo hiko kuanzia mwaka 1988 mpaka 2017. Lakini pia katika tuzo tofauti, katika tuzo ya ndani ameweza kuchukua Piston Karala Maeli, lakini pia katika tuzo ya nje ameweza kuchukua Ashraf Hakimi. Leo tunaenda kumwangalia Ashraf Hakimi ambaye soka lake alianzia katika klabu ya Real Madrid baadaye kutimkia Borussia Dortmund lakini pia kuwa katika timu ya klabu ya International de Milan na kuhudumu pia katika misimu miwili na baadaye kujiunga na Paris Saint-Germain, matajiri kutoka Ufaransa ambao anaongozwa na Luis Enrique kocha kutoka katika timu ya Defensa Hispania. E, na Ashraf Hakimi ambaye aliweza kusaidia timu yake ya PSG kwa kuchukua UEFA Champions League, ligi 1, FA Super Cup, pia pamoja na UEFA Super Cup. Lakini pia anaweza kusaidia Paris Saint-Germain kuweza kufika katika fainari e, ya Club World ambayo ilifanyika mwaka 2025 mwezi wa sita ambayo katika fainari hizo waliweza kufika mpaka fainari wakaadhibiwa mabao matatu kwa sifuri dhidi ya Chelsea. Lakini kuangalia piainakuangalia eh, takwimu zake binafsi, Ashraf Hakimi akiwa pia kwa piaamechi 39 na kushinda magoli matano na kutoa assist sita lakini tuzo hizi tufahamu, kwamba anayeongoza au kinara au kuchukua tuzo nyingi za mchezaji bora wa Afrika, basi si mwingine ni Samuel Eto'o ambaye amechukua mara nne, lakini pia anayefuata ni Yaya Toure ambaye amechukua mara nne, na anayefuata ni George Weah ambaye amechukua mara tatu. Mohamed Salah mara mbili, Didier Drogba mara mbili, Sadio Mane mara mbili, na Robakia, Ademola Lookman alichukua 2024 lakini pia Victor Osimhen alichukua 2023 na 2025 eh. Kwa upande wa bonus za ligi za nje ameweza kuchukua Ashraf Hakimi na Adebayor, ingawa alikuwa anawania na wachezaji bora ambao walisha kuchukua tuzo. Mtu kama Mohamed Salah e, individual performance alikuwa na credit kubwa, lakini pia kimwangalia Victor Osimhen at the same time alikuwa ana credit kubwa za kuweza kuchukua tuzo, lakini Ashraf Hakimi nafasi yake na e, na na, na, na Zewei aliweza kusaidia timu yake kuweza kuchukua vikombe tofauti tofauti iliweza kumuongezea credit pamoja na pointi za kufanikisha yeye kuchukua mchezaji bora wa mwaka hii. Kwa ligi za ndani kama nilivyozungumza pale mwanzo, Fiston Kalala yeye ameweza kuchukua tuzo ya mchezaji bora wa ligi za ndani. Usisahau kutufuata katika mitandao kijamii at Soccer Talk Arena, na kufollow katika mtandao wa Instagram at Soccer Talk Arena ili kuweza kujiunga na familia yikuwasfo like na comment pamoja na kusubscribe ili uweze kujiunga na kuwa pamoja wanasoka chao.